unakuwa na mahaba na ile ibada. Usifanye tu kwa sababu ah, babangu amenilazimisha nikaswali, nitafanyaje, wacha nikaswali. La, usiswali tu kwa sababu bosi ametuambia tukaswali, tusipende kuswali utakatwa mshahara. La, swali ukiwa na mapenzi na ibada ile na ukiwa na hofu ya kwamba utakapoiacha ibada ile kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unakuwa na raja ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa na utakwenda kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.

Ikiwa kipindi kilichopita tulizungumzia moja katika maswali ambayo yameorodheshwa katika risala hii, ikiwa ni limadha khalaqana Allah, vipi au kwa ajili gani, kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na kwa nini tumekuja katika dunia hii, tukaona kwamba lengo kubwa la Allah subhanahu wataala kutuleta katika dunia hii ni kumwabudu yeye na kumpokesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, asiabudue mtu yoyote asiabuduwe kiumbe chochote isipokuwa Allah subhanahu wataala. Leo biidhni llahi tabaraka wataala tutaingia kwenye swali la pili, ma hiya alibada. Hii ibada ni nini? Hii ibada ambayo ni lengo

Allah anaipenda na anaeridhia. kaifa naarifu anna Allah na an Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha wa yarda. Vipi tutajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii anaipenda na anaeridhia? Kwa lazima kwenye kipengele hiki tujue kwamba ni kila ibada ambayo au ni kila jambo is, ismun jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala wayarda na analiridhia Allah subhanahu wa ta'ala lazima tuwe katika kipengele hiki. Sasa vipi tutajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analipenda jambo hili au analiridhia jambo hili? bian, bian amarana Allah subhanahu wa ta'ala au bian yamurana Allah subhanahu wa ta'ala biha ni awe Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwa jambo hilo nalo lifanya pamoja na kwamba analiridhia Allah subhanahu wa ta'ala na analipenda ni liwe Allah ametuamrisha tulifanye jambo hilo, la takunu alibadata ibada illa idha amara Allah biha. Ibada haiwezi kuwa ibada mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awe ameamrisha katika Qur'ani au ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, au awe Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ibada hiyo kwa kupitia

anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na anachokiridhia wala yumkinu lana an naftari ala Allah, na haiwezi haiwezekani kwetu sisi tuwe tunamzulia Allah subhanahu wa ta'ala fanaqulu na tunasema, Allah yuhibbu hadha, Allah anapenda hiki biduni an yukhbirana Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya Allah kuwa ametujulisha au metu, ametuamrisha au ametufahamisha kwamba hiki mkifanye ni katika mambo ambayo yananipendeza au ni katika ibada, akawa mtu anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya jambo ambalo Allah hakuliamrisha ambalo mtume alayhi salatu wasalam hakulifundisha jambo hilo, ma anzala Allah biha min sultan, au naqulu au tusema, Allahu yarda an hadha, Allah analiridhia hili, biduni an yu, biduni an yukhbirana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi au ala lisani rasuli sallallahu alayhi wasallam bila ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajatueleza katika Qurani jambo hilo, wala hajalieleza kupitia kwa ulimi wa mtume alayhi asalatu wassalam. Kwa hiyo tutambue ya kwamba ibada ni jina ambalo limekusanya yote ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala min alaqwali wal a'mal

al batina au ibada ya batin mithlu al mahabatu wal hauf, ni mfano wa mahaba mtu kuwa na mpenzi au akawa na uoga al haufu, au akawa na raja, akawa na matarajio kwa Allah, subhanahu wa taala, fil qulubi, katika nyoyo za waja. Kwa hizi ni ni mfano wa ibada za batina, zilizo ndani katika kifua cha mwanadamu, anakuwa na haufu na Mola wake anakuwa ana ana ma na matarajio na Mola wake anakuwa na mahabba na Mola wake. Ama taabudu ama kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tumeeleza maana ya ibada ni nini. Sasa kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala huwa tadhallul wal khudhu' ni kunyenyekea na kumwinamia Allah subhanahu wa ta'ala na kujinyongesha na kujidhalilisha kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala lillahi jalla wa ala bima shara fi kitabihi au ala lisani rasuli sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unafanya jambo kwa kujiegemeza au kunyenyekea kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika hizo ibada unafanya ukiwa unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na katika ulimi wa Mtume alayhi salatu wassalam ala wajhi lmahaba, kwa njia ya mapenzi. Unafanya ibada, unaswali ukiwa unaswali ukiwa na mapenzi na ibada kama ile ya sala unafanya lillahi tabaraka wataala, unajiegemeza na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wataala na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wataala kwa kuitekeleza ibada ile ya sala.

lakini unatakiwa uende unafanya ibada okay, ukiwa unajidhalilisha kwa Allah subhanahu wa Ta'ala, lillahi azza wa jalla, sio kwa mja, sio kwa kiumbe. Ukajidhalilisha kwa kiumbe asiyekuwa Allah subhanahu wa Ta'ala, unajidhalilisha na kuwa chini kwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Mwislam um kwa, kwa tafsiri hii na kwa istilahi hii ni kwamba lazima unalolifanya katika dini hii utambue ya kwamba lipo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amelifundisha. Ikiwa utaliegemeza katika ibada unalifanya kwamba mimi mathalan, naenda kuna mti nimeuweka pale naenda, na uombe na uomba, naenda nautakia shida zangu, utambue ikiwa hili unalolifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha, basi fabiha wa ni'ma. Lakini ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaliamrisha jambo hilo, wala mtume alayhi salatu wasalam, tambua ya kwamba umepata khasara hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislam anapofanya ibada, lazima yapatikane mambo matatu. Yashike vizuri, yasikize vizuri. Mambo hayo, lazima katika ibada ile uwe na mahaba, lazima katika ibada ile uwe na khaufu na uwe na raja. Unakuwa na mahaba na ile ibada, usifanye tu kwa sababu Ah, babangu amenilazimisha nikaswali, nitafanyaje? Wacha nikaswali. La, usiswali tu kwa sababu bosi ametuambia tukaswali utakatwa mshahara. La, swali ukiwa na mapenzi na ibada ile, na ukiwa na hofu ya kwamba utakapoiacha ibada ile kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unakuwa na raja ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa na utakwenda kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe kama watu ambao wana ibada zao wao, wanaweka mahaba tu, hakuna khaufu wala raja. Kuna watu ambao ibada zao wanazifanya kwa mahaba pekee, wao wanapenda tu wao na mapenzi tu, lakini hawana khaufu wala raja kwa kile wanachokifanya. Je, Allah amekiamrisha au ame amekataza ame au Mtume alayhi salatu wasalam amekiamrisha ama amekikataza? Pili, uwe unafanya, unafanya ibada ukiwa na mambo haya umeyakusanya, bila shaka utakuwa katika njia ambayo ni njia ya sawa na njia anayoiridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yoyote ambaye atakuwa anafanya ibada au anafanya jambo kile shisha nasibisha katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha iwe Allah Subhanahu wa Ta'ala hajali hajali amrisha jambo lile Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume alayhi swalaatu wassalaam ajalieleza jambo lile, basi atambua ya atakuwa huwa anafanya bid'a katika dini hii ya Uislamu.

kwangu mimi mja wangu bi shay'in, kwa jambo lolote. Ahabba ilayya, linapendeza zaidi kwangu mimi. Mimma aftaratu alayhi, kama vile anavyofanya yale mambo ambayo nimeyafaradhisha kwa kile. Kwa hiyo mambo ya faradhi anapoyafanya mja na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya mambo, basi yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni juu yetu kuyaendea yale ambayo yameeleza sheria yetu na kuyaendea yale ambayo Mtume alayhi ssalatu wassalam ametufundisha katika dini yetu, ili tusiwe ni watu ambao tumebeba mizigo mingi katika migongo yetu, kisha mbele ya Allah subhanahu wa Ta'ala iwe ni khasara, kisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni habaan manthura. Kwa hiyo mwislam yazingatie haya, ili ujiwe katika sehemu gani, ili ujijue wewe uko mahali gani. wallahu